wiki iliyopita tuliona mada aina ya Roho Mtakatifu sasa. Okay. Leo tutaona nguvu ya Roho Mtakatifu. Tuliona nguvu ya Roho, a aina hii za nguvu za Roho Mtakatifu, mm -hmm. kwamba kwenye Roho Mtakatifu wao, kwenye roho tuliona aina za roho tatu, tuliona aina za roho za Mungu. Mungu ana mwili, Mungu ana nafsi Mungu ana roho. Sasa ujua kwamba kama Mungu ana mwili kama Mungu ana mwili, na maana ya mwili wa Mungu ni utukufu. Na tena Mungu ana nafsi. Nafsi ya Mungu ndio Mungu mwana ni nafsi ya Mungu asa roho roho ya Mungu ro, ndio roho Mtakatifu. Na katika ndani ya roho ya Mungu kuna roho pia ya mtu, katika ndani ya roho ya Mungu kuna roho ya mtu, na ndio maana lazima ujue roho ya Mungu inafanya kazi gani, kwa sababu roho zote ni mali za Mungu, naye shetani anatoka katika roho ya Mungu na ndio maana ukimwamini Bwana Yesu wewe uko juu. Ukimwamini Bwana Yesu una nguvu zote, kwa sababu roho zote za shetani hazina nguvu juu yako hasa. Wewe wenenda na Mungu, wenenda na Mungu, nenda katika roho ya Mungu. Mungu hawezi kukuacha leo. Watu wengi wanenda kwenye aina ya maroho tofauti, mm-hmm, kwa sababu kuna aina za roho, kuna hizi maroho za shetani. Ni kama kuna mashetani, kuna mizimu, kuna misukule, kuna wachawi, hawa nao ni maroho za shetani. Hasa huku tena, ngambo ya Mungu kuna wamalaika ni maroho, na kuna watu pia ni maroho, kwa sababu mutu anaweza kuwa mtu roho, anaweza kuwa mtu mwingine hizi ni nguvu zinatoka katika nguvu za roho za Mungu. Hasa tu ushinde zile maroho tu ushinde zile maroho, lazima uwe na roho ya nguvu zaidi ya zile maroho, ndio Roho Mtakatifu. Hii roho iko zaidi ya maroho zote. Ukiwa na Roho Mtakatifu, wewe una nguvu ya kutoa jini, una nguvu ya kutoa misukule, una nguvu ya kutoa wachawi, una nguvu ya kutoa mizimu. Uh, nayo pia tunaweka paka kama maonyesho yeah, maonyesho wanaweka huku maonyesho ya sabasaba, lakini sisi akaa maonyesho ya na nakupa maonyesho ya rohoni, nakupa maonyesho ya Roho Mtakatifu, maonyesho ya Roho Mtakatifu kwamba utembee katika Yesu Kristo na uwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio mwonesho, kionyesho kizuri kwenye maisha yako.